Mama, Mama Samia, tafadhali tafadhali, nashukuru ukinisaidia na shida yangu, iwe, iwe naweza kupata haki yangu. Mimi Silvia uh, Vrascam nilianza uh, kuishi na mume wangu, tulianzisha kampuni yetu ya Vasso Agro Ventures mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka three. Sasa tunaishi shambani mimi ni mke na mwekezaji mwenza na mkurugenzi um, mtendaji wa kampuni I'm, ya Vasso right agro, uh, Agro Ventures tarehe ishirini na nne Oktoba Elfu mbili na ishirini na nne, 2024 na ishirini, nilitaka kuingia kwenye makazi yangu kama kawaida, lakini nilizuiliwa na askari ambao hawakuwa sehemu ya Vasso Agroventures. Askari They hao walinilazimisha kutoka ndani ya gari, wakachukua gari hilo kwa nguvu. Mmoja wa askari hao me. alinyanyasa na kunigusa kimwili to licha me. ya kumwambia mara nne aache kunigusa. Alitaka kuninyang'anya well. simu yangu wakati nilikuwa ni nikirikodi tukio hilo.

Nilifungiwa ndani ya nyumba yangu na askari ambao sikuwahi kuwaona hapo awali. Nilizuiwa so kabisa kutoka nje. Kwa maana nyingine, nilifanywa kuwa mfungwa ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mume wangu alijaribu kwenda kutoa taarifa polisi Moshi kwa kutumia pikipiki, lakini polisi hawakujibu simu zozote zilizopiga kuomba msaada. Alipokuwa akiondoka, alishambuliwa naskari, na askari watatu wasiojulikana na alimnyang'anya pikipiki yake, alilazimisha kurudi nyumbani kwa usalama wake. Siku hiyo hiyo uvamizi haramu na usiwa halali wa nyumba yetu ulifanyika bila taarifa yoyote, bila noti wala amri ya mahakama tulifukuzwa kwa nguvu kutoka kwenye nyumba yetu ya kuishi pamoja the... na shamba letu. Milango yote ilifungwa. Takriban watu ishirini waliovalia kiraia na askari wachache ambao hawakuwahi kuajiriwa nampaso a walivunja geti na kuvamia kwa nguvu. wangu alipigwa na kutupwa chini, alielekezwa kuto kurudi tena kwenye nyumba hiyo.

Ukionekana tena na kamera, uh, kitu kibaya sana kitakupata really, kwa sababu hufuati sheria zangu. Nilijaa na hofu kubwa, nikaamua kuweka simu yangu mbali, so <laughs> nilikimbilia chumbani kuchukua hati za kusafiria na nyaraka muhimu. Niliweka kwenye mikoba miwili mizito, nikaivaa begani. Wakati huo raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yao: pesa taslimu, vito vya thamani, urisi vifaa vya kielektroniki na kadhalika. Nguo zangu zote zilizalilishwa kwa kutupwa barabarani. Nilipopinga uporaji huo mwanaume man mmoja alinisukuma hadi nyuma ya kabati na kuanza kunigusa sehemu za juu za mwili mili wangu. Koba niliyokuwa nimebeba ilikuwa mizito, sikuweza kujitetea, nililazimika nililazimika kupiga kelele kwa nguvu sana, nikiomba msaada, lakini hakuna aliyekuja kunisaidia. Baadaye mwanaume mmoja aliingilia na kumwambia yule mwanaume aache kunigusa lakini tayari nilikuwa nimeumizwa na kudhalilishwa. Mali ziliharibiwa mbele yangu, vitu binafsi vilivunjwa na kuibwa nyumba yangu iliharibiwa kwa makusudi. Mume wangu alipigwa na kujeruhiwa. Nilitoka nje, niliona fanicha zetu zikiwa zimevunjwa na kutupwa barabarani kama taka. Nilikwenda polisi Moshi kutoa taarifa. Nilitoa maelezo yangu na polisi waliandika taarifa ya kesi namba MOS/RB/8476/024 hadi -S S R -B no leo, miezi sita baadaye, hakuna msaada wowote kutoka kwa polisi. Not before, kabla during, wakati wa tukio na baada ya tukio until today, hakuna msaada wowote tuliopata kutoka kwa polisi wa Moshi Police. Hakuna chochote sasa, ah, wow. Kuna malalamiko ya dada Silivia ambayo ni, ni kampuni ya Vasso Agroventures Limited wana hey, uh, kampani wanachosema iko Kibosho halo ambao wanasema wameondolea kwenye shamba lao kinyume na utaratibu, lakini zaidi ni suala zima la unyanyasaji na polisi. Inajua polisi kwa maana ya polisi polisi, Kibosho anajua, kwa maana ya RPC Kilimanjaro. Mimi kama RPC Ah, sasako ne yuko yuko yeah, nje kikazi. Okay. Sasa, sasa, sasa RPC ni ofisi na wewe unatakiwa lakini hiyo kampuni unaijua? Ah, hapana. Hujawahi kujua kitu kama hicho waje wasikilize, imefunguliwa kesi. Aho, hapo yapo eh. Imefunguliwa kesi, yapo hmm. Sawani arabi saba, 76, 84, 8476 eh ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka jana eh, mpaka sasa hakuna kitu kifanyika. Lakini huyu mtu nani, huyu mama ni, ni mtu wa kigeni ni, ni mwekezaji kutoka nje.